Kila siku unajivika tabasamu mbele za watu, lakini moyoni unajua haufurahii mwili wako. Unachoka haraka, unapumua kwa shida, na hata kupanda ngazi ni mtihani kwako. Umejaribu kufunika kitambi kwa nguo pana, lakini aibu haifunikiki. Sasa ni muda wako wa kujikomboa, sio kwa ajili ya muonekano tu, bali kwa ajili ya afya yako na heshima yako binafsi. Sasa amua kuondokana na uzito mkubwa na kitambi. Anza kufanya detox ya siku kumi na nne mfululizo kwa kutumia limao, ndimu, tango na tangawizi. Hakikisha unatengeneza huu mchanganyiko kila siku na unakunywa asubuhi kabla ya kifungua kinywa, lakini pia hakikisha unapata mazoezi. Fanya mazoezi kila siku ya yanayoonekana hapa: kuruka kamba, kupanda kilima, kukimbia, kutembea na kupiga push up. haya yatakusaidia kuweza kuwa na mabadiliko ya haraka na kushauri upate mwongozo wa lishe kutoka Okoa Mwili na clinic kwa shilingi 10000 au Pata slim pack tiba za asili kabisa zisizokuwa na kemikali ambazo zitakusaidia kupata matokeo ya haraka ndani ya mwili wako. Dozi ya mwezi ni laki mbili na ishirini. Nitafute WhatsApp kuanza dozi na komenti neno uzito kujiunga na grupu letu bule.